Natakia kusaidia ufanye vizuri kwenye ulimwengu wa roho ni Roho Mtakatifu, kwa sababu he is the the master of the spiritual world. Kwa hiyo ukikaa kwenye biashara yako, biashara yangu haiko sawa sawa. Cheki kwenye ulimwengu wa roho. Ka rohoni, ingia ndani ya Kristo. Cheki kwenye ulimwengu wa roho. Umeokoka. Unajua kwa nini vitu vingine vya wokovu vyendi sawa sawa? Kwa sababu hawajui ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Unasikia, kwenye ulimwengu wa roho kuna falme nyingine. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wenye mamlaka. Sisi tunashindana na wenye mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Wapi? Katika ulimwengu wa roho. Manake huko huko kwenye ulimwengu wa loo kuliko kuwa kuna mbingu, kuna eneo lingine, kuna jeshi la mapepo baba. Ukifyega kwenye ulimwengu wa loo yale majeshi yanakatika vichwa vyao. Ukisema fire moto unawakuta umeongea maneno kwenye ulimwengu wa mwili, lakini huko rohoni ndani ya Kristo unaposema manake yanatoka kama Yesu ametamka katika ulimwengu wa roho. Kwa nini ndani ya Kristo? Kwa sababu in Jesus kuna faya, in Jesus kuna uumbaji, in Jesus kuna mamlaka ndani ya Yesu kuna falme zote, mana yani mfalme wa wafalme kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Mtu anasema niko rohoni, niko rohoni. My friend, mimi nikiingia kwenye ulimwengu wa roho sinaga story na kwa uko mtu mwenye authority, inavyo operate inavyofanya vitu i destroy this, i distract this, i do this, i create this, i speak this in the spiritual world, sio kwenye ulimwengu huu.